Kulipa gharama. Kwa hiyo lazima tuwe tayari kulipa gharama. Sema, niko tayari kulipa gharama. Niko tayari kulipa gharama. Uwe tayari kulipa gharama. Wakati mwingine kuna gharama za kutengwa. Watu wanakutenga kwa ajili ya Yesu na kazi ya Mungu wanakutenga. Uwe tayari. Haleluya. Haleluya. Stefano yeye mpaka alipigwa mawe. Stefano alipigwa mawe kwa ajili ya Injili. And he was led. Alipigwa mawe. Lakini sikiliza, wakati wanampiga mawe, yeye, yeah, akainua macho yake akatazama mbinguni. Akaona mbingu zimefunguliwa na akamwona Mwana wa Adamu ameketi upande wa kuwa kuume wa Mungu Baba. Haleluya. Yeye anaangalia tu hivi. Watu wanampiga mawe lakini, yeye anaona, anatazama mbinguni. Unapokuwa tayari kulipa gharama, hata kama ni gharama kubwa kiasi gani, hautaumia. Ikiwa unalipa gharama kwa ajili ya Kristo hautaumia, hautajisikia vibaya, hautasikia huzuni, hautasikia ma, maumivu, kwa sababu kila unakifanya una hicho unakifanya kwa ajili ya Bwana. Kwa Bwana atakujaza uwezo na mamlaka. Bwana Yesu asipe sana. Ndio maana Stefano anapigwa mawe, yeye haoni mawe, anaona mbinguni tu, anaona uzuri wa mbinguni. Uwe tayari kulipa gharama. Kundi la tatu na la mwisho kundi la tatu na la mwisho la Wakristo tulionao leo ni Wakristo ambao ni waaminifu. Wakristo waaminifu kwa Mungu na kwa kanisa. Hili ni kundi la tatu ambalo tunalo. Aina hii ya tatu, wao ni Wakristo, ni watu wa Kristo, watu ambao wako kanisani na watu hao ni, wa, ni waaminifu. Kwanza waaminifu kwa Mungu, lakini pili waaminifu kwa kanisa wanafanya mambo kulingana na Mungu wanavyotaka. Hawa Wakristo kwanza wamekutana na Yesu kibinafsi, wamekutana kabisa na Yesu. Yesu amebadilisha maisha yao. Walikuwa walevi, wameacha ulevi. Walikuwa waasherati, wameacha uasherati. Walikuwa wezi, wameacha wizi. Walikuwa makahaba, wameacha ukahaba walikuwa wanafanya matendo yasiyompendeza Mungu, wameacha yote, wameacha kabisa. Halafu wapo kanisani. Sasa wanapokuwa kanisani, wanakuwa waaminifu.